Tatizo lako unajua, kwa nini leta tatizo lina rudi rudi? Kwa nini? Kwa sababu ulienda kwa yule mwanaume, nami nikwambia yule mwanaume umlete hapa, wewe unaenda kumsalimia, naye alikuruhusu hiyo nguvu Ikarutisha mashambulizi ndio maana alikuachia mapepo inoona. <coughs> nenda ulikotokea, nenda ulikotokea, nenda ulikotokea, nenda ulikotokea, nenda ulikotokea nenda ulikotokea. Kwa nini mlienda mkaingia kwake? Okay. nenda ulikotokea. Nawaona mliingia kwa, mlimdanganya akaenda kwa huyo mwanaume na alipoenda mkaingia. Leo ninawakusanya na watomo moja, mbili, tatu, anza kutoka, anza kutoka kutoka kila moja, na mliingia sita, yote sita, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Atia mwili wake, chia mwili wake na watoa mundani kwa jina la Yesu, wali hai mwache huyu. Jesus, amen.